Na tukauinua mlima Turi juu yenu tukakuambieni, yashikeni kwa nguvu tuliyokupeni na sikilizeni. Wakasema, tumesikia na tumeasi. Na wakanyweshwa mioyoni mwao kupenda kuabudu ndama kwa sababu ya kufuru zao. qul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin Waambie, ni jambo baya sana inavyokuamrisheni imani yenu, kama ninyi ni waumini. Qul in kanat lakum ad-daru al-akhiratu inda Allahi khalisatan min duni an-nas fatamannu al-maut ftmannau almaut in kuntum sadiqin, sema: ikiwa makazi ya akhera yaliyopo kwa Allah ni yenu tu kuliko watu wengine, basi tamani ni kufa ikiwa nyinyi ni wakweli walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin, aslan hawatalitamani hilo kwa sababu yale yaliyotangulizwa na mikono yao, na Allah anawajua sana wenye kudhulumu wala tajidannahum ahrasa nnasi ala hayati wa mina alladhina ashraku. Na kwa hakika kabisa utawakuta wao wa Wayahudi ndio wanaojali mno uhai kuliko watu wote Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin wama huwa bimuzahzihi min aladhabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'madun, na miongoni mwa washirikishaji pia utakuta nao wako hivyo, anatamani mmoja wao angalao apewe umri wa miaka elfu moja

Musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin, sema: mwenye kuwa adui wa Jibril, basi ajue kuwa yeye ndiye aliyeuteremsha wahi Quran moyoni mwako kwa idhini ya Allah, unaosadikisha yale yaliyokuwa kabla yako na ni mwongozo na bishara kwa waumini.

basi hakika Allah ni adui wa makafiri wote. Walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wama yakfuru biha illa alfasiqun, na kwa yakini kabisa tumekuteremshia hoja za wazi na hawazikanushi isipokuwa waovu tu. aw kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun. Hivi ni kwa nini kila watu wapo ahadi kuna kundi miongoni mwao linaivunja ahadi hiyo? Lakini ukweli ni kwamba wengi wao hawaamini. wa lamma jaa

Mwenye kusadikisha yale waliyonayo, kundi miongoni mwa wale waliopewa kitabu walikitupa kitabu cha Allah nyuma ya migongo yao kama kwamba hawajui. wattabau ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru nao wamefuata yale yanayosomwa na, na mashaitani katika wakati wa ufalme wa Suleiman, na Suleiman hakukufuru, lakini mashaitani ndiyo waliokufuru. yuallimuna nnas assihra wa ma unzila ala almalakayni bi Babila Harut wa Marut wama yualliman min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur, kwa sababu wanawafundisha watu uchawi na aliyoteremshwa kwa malaika wawili Haruta na Maruta katika mji wa Babil, na wala hawamfundishi yoyote mpaka wamwambie, hakika sisi ni mtihani

Basi wakajifunza kwao yale yawezayo kumfarakanisha mtu na mkewe, na wala wao hawana uwezo wa kumdhuru yoyote kwa hayo ila kwa idhini ya Allah tu, na wanajifunza yale yanayowadhuru na wala hayawanufaishi wlqd alimu lamn shtarahu ma lahu fi lakhirat min khalaq wlbisa ma sharau bihi anfushm law kanuu ylamun. Na kwa yakini wamejua kwamba aliichagua haya hata kuwa na fungu lolote akhira, na ni kibaya mno kile walichozichagulia nafsi zao

Watu wa kitabu waliokufuru wa na washirikishaji hawapendi mteremshiwe kheri yoyote kutoka kwa Mola wenu, na Allah humkusudia kumpa rehema zake amtakaye, na Allah ni mwenye fadhila kubwa.